Bernard Morrison bado Mamza sema, ni foul. Free kick, eneo zuri. Aishi Manula anawambia soge ya kulia. Bernard Morrison! Bernard Morrison! Anabadili scoreboard! Free kick ya viwango vya kimataifa! Anakwenda kutambana kwa bendi miwapa, hiyo chukua! Chetu chetu! Chetu tumiwa chetua! Wako wapi Simba? Bernard Morrison! Usipomkubali mkubali kwenye soka basi utapenda vituko vyake. Anaitwa Bernard Morrison, ni mchezaji mwenye kila sababu ya kupendwa kutokana na umahiri wake wa kuchezea mpira. Efua rudi nyumbani kumenoga, alijizolea okay, umaarufu mkubwa baada ya kutua kwenye ardhi mwali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Klabu ya Yanga ilimtambulisha Tanzania, lakini Simba ikamtangaza kimataifa umahiri wake wa kuwa na kasi inayofanana na na duma na vyenga vyenga vyenye baridi kama barafu za mlima wa Kilimanjaro vilimfanya kuwa bora zaidi Tanzania na kufanya vizuri katika vilabu mbalimbali ikiwemo Simba na Yanga. Licha ya kuwa na kipaji kikubwa lakini Morrison amekuwa na sifa ya ucheshi inayomfanya kila aliyekasirika kutabasamu. Mpenzi alipenda kumwita kumuita BMW 3. Wanasoka walimuita wakili msomi, mimi ninamuita AI kutokana na uwezo wake kufikiri na kujua nipite wapi niweze kuleta matokeo mazuri kwenye timu yangu. Morrison anafanya mchezo wa mpira uonekane rahisi kutokana na aina yake ya uchezaji anayocheza kiwanjani. Wanaosema Morrison ameisha kwani hawajui makali ya wembe huma pale ambapo na viongozi je? Yeah, umesahau alivyowagaragasa Nkana Boso? Ni mchezaji aliyekamilika kila idara, kuanzia akili hadi mwili. Kwani unaweza ukamtania utakavyo wewe ila asikasirike, ila si kuchukua mpira mguuni mwake ni sawa na kumtukana mamba kabla haujavuka mto. Pambana, bado una nafasi ya kurejesha ufalme wako wa zamani. Watu tumemisi vituko vyako, watu tumemisi ule uwezo wako wa kupanda juu ya mpira na kufanya mpira uonekane kama kitu rahisi, kama embe kwenye meno. Muombe Mungu utafanikiwa, kwani penye nia pana njia. Mimi ni Shabani